mwezi huo wa Ramadhan ni madrasa, ni mwezi wa kumfundisha mwislamu mambo kadha wa kadha, lakini zikiwemo adabul qiyam, adab za qiyamul layl. Waislamu wengi wanajibidiisha katika qiyamul layl katika mwezi wa Ramadhan na kuna fadhila yake maalumu bila shaka katika kiamu cha Ramadhan, na hususan kumi la mwisho. Kwa hiyo kiamu leili ni amali tukufu na fadhila yake ni kubwa, lakini kuna mambo muislamu akijipamba nayo katika kiamu leili hususan katika mwezi wa Ramadhan, huwa kiamu chake kimetimiza kheri nyingi na ujira mkubwa miongoni mwa hayo ndio hii maudhui yetu ya leo, atasawwuku min ajli alqiyam, kupiga mswaki kwa ajili ya qiyamu lail. Na itapendeza muislamu akiwa na ule mswaki wa al-arak, mjiti maalum ule ambao unauzwa na unakuwa ndani hmm ya pakiti yake, lakini hata hapa kwetu, katika nchi yetu

mjiti kama huu kwa ajili ya usafi wa meno na harufu nzuri iliyobebwa na mti huo, na inakata harufu mbaya ya kinywa. Na mswaki huo una kheri nyingi katika maisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema asiwaku, mataharatun lilfam mardatun lirrab siwak, kupiga mswaki. Mataharatun lilfam, jambo hilo litasafisha zaidi kinywa wa mardatun lirabb, na jambo hilo litamridhisha zaidi Mola subhanahu wataala. Kwa kupiga mswaki kuna barakati na, na kheri nyingi, kinywa kinasafika na Mola anaridhika jalla waala, na zinazalika kheri nyingi kupitia kupiga mswaki. Mswaki huu ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam amemalizia uhai wake, kupitia mswaki ni katika amal za mwisho. Alipoingia ndugu yake Aisha na mswaki wake, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameukodolea macho ile mswaki ambao anao Abdurrahman ibn Abi Bakr ali akaonyesha kuutaka ku, kupitia macho yake Mama Aisha akalielewa jambo hilo, akauchukua mswaki ule, akamtayarishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtafunia Aeem, ile sehemu ambayo itakuwa ni mpya kuitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mjiti ule, basi akampa na Mtume akapiga mswaki na hatimaye akaondoka duniani kwa maneno ya kheri kabisa. Kwa mswaki unafungua husnul khatima mpaka wakasema ulama kwamba unamwezesha mtu kuitamka kalima wakati wa kufa. Na sisi tunaona kwamba kabla ya kufa Mtume kwa muda mfupi alipiga mswaki. Kwa hiyo katika qiyamul layl mswaki una kheri nyingi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika hadithi ambayo ameipokea al-Bazzar na imo katika silsila tu sahiha. Mtume anasema, inna al-abda idha tasawwak thumma qama yusalli

juu ya kinywa cha huyo anayesoma, wama yakhruju min fihi shay'un min alquran illa sara fi jawf almalak. Wala hakuna kinachotoka kitu katika alquran kutoka katika kinywa cha anayesoma, ila kinaingia katika jauf ya malaika. Aljauf ni sehemu ya uwazi ndani ya mwili ambayo inafikwa na chakula kupitia kinywa. Yani mtu anatia chakula chake kinywani, kinafika mpaka katika aljaufu, katika tumbo lake na uwazi ulio ndani ya tumbo lake na mwili wake. Kwa hiyo na huyu malaika naye, kupitia kinywa chake kile kisomo kinapita pale na kinaingia katika jaufu yake malaika huyu. Basi Mtume akasema fatahiru afwahakum lilquran, basi zi, safisheni vinywa vyenu kwa kuisoma Qur'an. Yaani, alquranu lkarim inataka itayarishiwe kinywa kilichokuwa chema kizuri kuisoma Quran, kinywa ambacho kitafaa kuwa ni kinywa cha kuunganishwa na kinywa cha malaika. Ni kheri kubwa kiasi gani kwamba malaika wanakuja wanasikiliza alquranu lkarim. Hasan ibnu Atiya anasema

kuliko rakaa sabini ambazo mtu hajapiga mswaki. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kupiga mswaki kunaipendezesha ibada na ibada inakuwa inapata baraka na kheri za ziada na ujira, mswaki wa hali ya juu. Mswaki kaamrishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam apige, anasema mpaka nikahofia ntadondosha meno kwa kukithirisha kupiga mswaki ina maana ya kwamba mswaki una baraka na fadhila nyingi ndani ya dini yetu ya Uislamu, na mpaka akafika kusema alayhi salatu wassalam, laula an ashuka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, lau ingekuwa sikuwapa uzito wa ummati wangu ningewaamrisha kupiga mswaki wakati wa kila sala. Kwa wakati wa udhu muislamu apige mswaki, na kabla kuanza sala apige mswaki, kwa kujikurubisha mbele ya Mola Jalla wa Ala na kuipamba ibada yake vizuri. wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.